Ujambo na karibu katika kipindi hiki cha fahamu wagombea urais, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kukutana na wagombea urais, kusikiliza yale ambayo wanaendelea kuyanadi kwenye majukwaa ya kisiasa tupo katika siku za lala salama, siku za mwishoni kabisa kabla ya Oktoba 29 wa Tanzania kwenda kupiga kura kuchagua viongozi ambao wanawahitaji. Naitwa Nurdin Selemani ndiye ambaye na kualika hii leo na hapa studio tumekusogezea mgombea urais kupitia chama cha NRA. Huyu ni Hassan Almas Kisabya, si mgeni sana kwa kuwa amekuwepo kwenye siasa na kwa sasa ameamua kujitosa kwenye nafasi hiyo ya juu kabisa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. karibu sana. Nashukuru sana. Kwema sana ni kwema kabisa mm. Tupo dakika za jioni jioni, dakika za lala salama. Ukipiga tathmini ya hali ya kampeni unaionaje? Mm, hali ya kampeni kwa kweli ni njema sana. Hali ni nzuri kwa sababu eh, uzuri huu umechagizwa na juhudi kubwa za maandalizi ya uchaguzi zilizofanywa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hasa kwa kuhakikisha vyama vyote vya siasa kupata ushiriki mkubwa toka hatua ya mwanzo ya mchakato mzima, lakini uzuri wa uchaguzi huu umenogeshwa kabisa na uwepo wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Tumeona ni ya kuna, kuna, kuna, kuna haja na kuna, kuna nafasi ya kulisemea hili, kwa sababu hili sasa ndio limeleta huo uzuri wa uchaguzi, kwa sababu wagombea wote wanaamini kwamba kwa kupitia Tume Huru ya, ya, ya, ya, ya, ya Uchaguzi. Eh, wanaamini matokeo ya uchaguzi yatakuwa yanatangazwa kwa utaratibu wa ushindi wa mtu aliyeshinda kwa uhalali. Tume mm, imetupa mm matumaini makubwa sana okay. Mmeshafikia makundi mengi sana uh, katika maeneo mbalimbali. Ukiangalia okay, namna ambavyo mwitikio wa Tanzania wanaokuja kwenye kampeni zenu, unaona yale ambayo mnakuwa mnasogezea wanayaelewa katika kiwango ambacho nyie mnatamani waelewe? kwa kweli eh, ndugu mtangazaji eh, mimi naweza kusema Watanzania sasa wanaelewa nini wanakwenda kufanya, na sisi kwenye mikutano yetu tumewakutana na makundi mengi, lakini makundi haya yamekuja yakiwa na hamasa ya kutaka kujua hasa. Tunapokwenda kwenye maeneo ambayo wakati mwingine unakuta watu wachache, lakini ukianza kusema watu wanasogea kwa sababu sisi tuna utofauti mkubwa sana na vyama vyote ambavyo navyo vinawagombea, kwa sababu sisi tunaongea maswala ya watu na sio maswala ya vyama kwa mm -hmm. maana hiyo watanzania wanatusikiliza sana na naamini wanatuelewa e, ukitaka kuamini hili e, utasikia pale ambapo wakimaliza mkutano, watu wanaanza kujadili huyu aliyekuja nani? mbona mm -hmm. hajazungumza chama chake? amezungumza maswala ya watu. hatushughulikiki na chama chochote hatushughuliki na siasa sana, tunashughulika na masuala ya watu mm. Kwenye hapo mambo ya watu, moja ya vipaumbele vyenu mnasema kwamba kuunda serikali e, ndogo, kubana matumizi, na umelizungumza sana kwamba unataka kuwa na mawaziri kumi peke yake. Kwa nini unaamini kwamba mawaziri kumi wanatosheleza kuunda serikali? e, kwanza ukiangalia e, awamu zote zilizopita mm. Eh, sisi kwanza tuseme ndio chama cha siasa kilichobeba ilani bora kuliko wago, vyama vyote kwa sababu okay, ilani yetu ina macho, ilani yetu inaona makubwa na mazuri yote yaliyofanywa na serikali zote, lakini pia imeleta mbadala wa mambo haya hmm. Na kwa sababu tumeona makubwa yapo katika nchi hii, lakini yana mapungufu, na moja ya pungufu kubwa tuliloliona ni hili, kuwa na baraza kubwa la mawaziri, na ndio maana tukasema tunahitaji kuwa na baraza dogo la mawaziri lenye mawaziri wasiozidi kumi, lakini baraza hilo katika kila wizara tutalitengenezea baraza idara za wasomi kwa lengo la utafiti. Tuuhamishi kutoka vyuo vikuu tulete katika wizara, ili wasomi wakikaa watutengenezee mambo, ili tuweze kuwa na wizara zenye kuzalisha kuliko wizara zenye kutumia. Kusababu, kwa sababu tumegundua kwamba wizara ndio zina matumizi makubwa, sababu serikali matumizi yake makubwa yuko katika wizara. Kwa hiyo tukiwa na baraza dogo la mawaziri, tunaweza kumanage mambo mengi ya nchi na hasa huduma za wananchi, zikawa gharama kubwa, badala ya kwenda kwenye baraza, inakwenda katika maendeleo ya wananchi, kitu ambacho kitatusaidia kutengeneza taifa la maendeleo kuliko taifa la kutumia kama tulivyozoea sasa hivi. Utitiri wa mawaziri umefanya kwamba leo maisha ya Watanzania yanaendeshwa zaidi na wanasiasa kuliko wataalamu. Tunataka wataalamu wapewe nafasi ili waweze kusaidia serikali yetu maana mm. Kwa maana yake ndani ya hizo wizara eh, kutakuwa kuna idara ambazo zinahusika na mambo mengine, kwa sababu tumeona mara kadhaa eh, kuna marais walikuja wakajaribu kupunguza idadi ya wizara, lakini baadaye wanakuja tena wanaziondoa katika yale maeneo, kwa sababu inaonekana waziri anakuwa ana mzigo mkubwa, amerundikiwa vitu vitatu ama vinne vya kuu shughulikia ni kwa namna gani utamrahisishia mambo huyu waziri ili aweze kuendana na kasi na kuwatumikia Watanzania? E, kwanza Watanzania wajue waziri ni msimamizi wa wizara na msimamizi wa wizara ni mtu yeyote mwenye utashi wa kisiasa mwenye kuweza kusimamia mambo kwa dhati kwa lengo la kuhakikisha ustawi unapatikana, lakini mawaziri hawa si wote ni wataalamu mm-hmm wengine ni elimu za kama sisi mtu anakadirgiri kamoja lakini mtu mwingine darasa la saba, mwingine kabisa hakusoma, kwa sababu siasa inamthamini anayejua kusoma na kuandika. Lakini tunapokwenda kwenye masuala ya kitaalamu, tunatakiwa nafasi hizo tuwape wataalamu wabobevu wa masuala ya watu ambayo mara nyingi yanaingia katika wizara, lakini hakuna idara. Kwa mfano tukisema labda sisi tumeanzisha tuna wizara inaitwa wizara ya jamii mm -hmm. Wizara ya mambo ya jamii, wizara hii utakuta ina idara ya watoto, wanawake, walemavu, wazee, mambo ya ndoa na familia, lakini wizara hii itakuwa na matukio ya nchi ya kitaifa. Kwa hiyo ukiangalia sasa, utakuta kumbe wizara hii ikiwa na hawa wataalamu, kutakuwa kuna waziri wa hiyo wizara ambaye anaweza kuwa mtu yoyote kwa mujibu wa uteuzi wa rais, lakini maswala ya watu ya watoto kutakuwa kuna idara ya watoto, kutakuwa kuna wataalamu wa maswala ya watoto, wataalamu wa maswala ya watu wenye ulemavu, wataalamu wa maswala ya wazee. Maana yake wizara itakuwa na ufanisi mkubwa kuliko kuwa na wizara unaweka tu wizara ya jinsia watoto na nini, na aliyesimama pale hajui chochote kuhusu watoto. Lakini pia hakuna nafasi ya kuwapa wasomi ambao watasimamia hizo idara ambazo zitawaendesha hawa watu. kwahiyo sisi tunaona tukiweka hiyo tutahakikisha tunapunguza wanasiasa katika maisha ya watu, tunaongeza wataalamu, tutakuwa na serikali yenye kuzalisha na yenye ufanisi mkubwa kuliko leo. Tulikuwa na wizara nyingi ambazo ukiangalia kiuhalisia kama vile hakuna kazi wanayoifanya kwa hiyo mm, maanake tutegemee uh, serikali yenye mawaziri wachache na wachapakazi, wachapakazi wakiwa chini <laughs> ya wataalamu <laughs>. Tuenda kwenye eneo la uraia pacha, tumekusikia ukizungumza na Uh, hili limezungumzwa pia na wagombea wengine, na pia kumekuwa kuna mpango wa serikali wa muda mrefu wa swala zima la kuangalia uraia pacha. Kwako wewe, ila uraia pacha umekuja nalo kwa namna ipi? E, sisi tumekuja na swala la uraia pacha kwa sababu ya mambo kadhaa. Unajua, dunia leo, sisi sio kisiwa mm. Na dunia leo inakimbia, sisi hatuwezi kutembea, lazima tukimbie nao. Naomba niseme kwamba uraia pacha una faida kama mbili kubwa au tatu. Sisi tumewekea masharti kwamba tutapowepa watu hadhi ya kuwa na uraia pacha, watu hao tutawatengenezea sheria maalumu ya kuwakinga wasiwe wagombea wa nafasi ya uraisi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na ikiwezekana, raisi wa Zanzibar, wao wasigombee nafasi hizo. Lakini kwa sababu wao wako nje, tunaamini kwamba watatusaidia katika uwekezaji watatusaidia katika mawazo, kwa sababu wanakaa katika nchi zilizoendelea ambazo sisi tunazipigia mfano. Watakuja na mawazo mapya katika nchi yetu, watakuwa Watanzania. Na sisi Watanzania leo hii tunapoteza vijana, tunapoteza wasomi kwa sababu ya kuogopa kuwapa uraia pacha. Kwa sababu watu wanazaliwa nchi za nje, wana elimu, wana uwezo, wana ufahamu mkubwa juu ya dunia, pamoja na mateknolojia ambayo ndio leo dunia inaenda na teknolojia, lakini tunashindwa kuwaleta kuwapa uraia katika nchi yetu tunabakia tunawazungumza kama hadithi kwamba yule unayemuona ni Mtanzania yule. Ni mtoto baba yake anakaa Tandika hapa lakini, kumbe tungeweza kumpa uraia paja, angeweza kutusaidia yale ambayo nchi tunayataka, au angepata nguvu ya kuja hata kuwekeza, lakini pia sisi tungepata watu. Leo hii nchi zilizoendelea, Marekani inatoa wanaita loto, wanawapa watu uraia kwa sababu ya kuangalia, wanataka nini na hili ndo jinsi wanavuna watu wetu na kuweka katika taifa lao. Leo tunasema wao ndo wakubwa wa teknolojia, ndio wana uchumi mkubwa, lakini uchumi unatoka kwetu. Wakikuona una uwezo wanakupa uraia, wanakutumia. Sisi naona uraia pacha utakuwa ni suluhu ya maendeleo ya nchi yetu, lakini pia na masuala ya ustawi wa taifa letu. Mm, umezungumzia uh, kwenye uongozi wa hizo nafasi mbili tu za juu. Maana yake kwenye haya maeneo mengine huyu mtu ataachiwa aje kugombea, anaweza akawa mbunge? Ndio akiwa mbunge atatengeneza eneo kwa sababu watanzania wako katika majimbo, atasaidia. Tunamnyima kiti cha rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na kiti cha rais wa Zanzibar kwa sababu hizo nafasi zinamhitaji mtu asiyekuwa na nchi na, na, na, na, na rangi mbili. Ni nafasi kubwa ambazo hatutaki mtu atuuze, ndo maana ya kusema hivyo. Akiwa mbunge, akiwa waziri, atatusaidia kwa sababu atakuwa ndani ya bunge na shughuli yake ni kustawisha wa, wa Tanzania. Atafanya huduma hiyo lakini hatuwezi kumpa urais kwa sababu ni sehemu nyeti sana. Tutamtaka mtu mwenye uraia mmoja ndio atagombea katika nafasi hiyo. Kama tulivyo sisi ambayo tuna uraia mmoja tutaendelea kugombea, lakini yeye atakuja atatusaidia kuwekeza na mambo mengine, kwa sababu ya lengo la kustawisha taifa letu. Ataleta teknolojia aliyonayo, mawazo na ubobevu aliyonao tutautumia, lakini nafasi za juu tutaziwekea kinga maalum kwa ajili yao ili wasije wakachukua nafasi hizo wakatuuza. Hilo tu ndo tutaweka tahadhari, sababu mtu yote mwenye akili lazima awe na tahadhari hii. Mm. Sera yako ya taifa kwanza, vyama baadaye, uh, unaipa tafsiri gani kwa yule mtu ambaye anafatia, nasikia tu kwamba taifa kwanza, vyama baadaye, unalenga nini? Na tafsiri mbili kubwa, naomba nisemea kwanza okay. Mwalimu Nyerere mwaka tisini na tano wakati anaongea katika mkutano mkuu wa chama x kabla ya uchaguzi, alitamka maneno kwa uchungu sana, sababu Mwalimu Nyerere alikuwa na haiba ya kufurahi, lakini ukiona ametulia na umameno ujue amekasirika. Alikemea mambo mawili, alikemea udini. Udini na akasema, sisi kweli wa Tanzania tunazungumza udini? Akarudia akazungumza swala la ukabila, akasema, tunapanda mabasi ya ukabila katika karne ya maendeleo tunataka kutambika. Kama mnakumbuka maneno hayo, maneno Mwalimu Nyerere aliongea kwa uchungu. Lakini leo Watanzania, huu ukabila na udini, Mwalimu Nyerere alifanikiwa, lakini kuna ukabila mpya umezuka Tanzania, na ukabila huu na udini unaitwa uchama. Leo hii watu wanazungumza uchama, na ukiangalia historia ya Mwalimu Nyerere hajawahi kuvaa tisheti ya chama chochote, sijawahi kuona, na kama mtu anayo anionyeshe. Maana yake Mwalimu Nyerere alikuwa na thamini taifa hili kuliko vyama kuliko dini na makabila. Lakini sasa, hiyo ndio imetujengea sisi kupata hii tafsiri ya taifa kwanza, vyama baadaye. Tunawaambia watanzania wajue, maana yake ni kwamba taifa hili ni kama kiwanda cha mbolea. Vyama hivi ni kama kilo mbili za simenti au za mbolea zilizozalishwa na kiwanda. Kwa hiyo kiwanda hakiwezi kufa kwa sababu ya zao, lakini zao linaweza likabadilishwa. Maana yake kwamba taifa ni kubwa kuliko vyama vya siasa. Vyama ni mazao madogo tu katika taifa hili. Vyama vikifa, taifa litabaki. Lakini taifa likipa, likiwa limepotea, limekufa, limevurugika, vyama haviwezi kubakia. Ndio maana sisi tumesema tuthamini taifa kwanza, vyama baadaye. Na kwa kauli hiyo ndio maana sisi tumejitambua tumejitabanaisha kabisa mbele za watu kwamba tuko tayari kuhakikisha taifa linabaki salama. Sio lazima tushinde sisi uchaguzi kwa sababu wenye ushindi wa uchaguzi ni Watanzania wenye kumiliki kura ambao wao wa ndio wenye mamlaka ya nchi hii mm. kwa hiyo hilo ndio linatufanya tuseme taifa kwanza, vyama baadaye. Nakumbuka kwenye uchaguzi uliopita uh, wa mwaka 2020 20 wakati ule uh, Leopard Mahona amesimama kwa kiwakilisha chama cha NRA, mlikuwa na sera yenu ya uh, serikali jumuishi ambao wamesema exactly. kwamba hamto husika uh, uh, na kuangalia vyama exactly. hii bado inabebwa kwenye muktadha huu, tena imo katika ilani yetu, imesema tutaunda serikali ya watu wote, na kwa sababu tumefanya, tumesema hilo tumetoa na mfano. Tunapataje watu wote? Ndio hiyo, taifa kwanza, vyama baadaye. Tunataka watu wenye uwezo wapewe nafasi ya kuongoza na wala sio watu wa vyama mm. Tuangalie swala la kodi Umeainisha kwamba mtakuja na mifumo ya ukusanyaji wa kodi e, kimtandao. Hilo unaona Tanzania imepiga hatua, na mnasema kwamba lengo lenu kufanya hivi ni kudhibiti vitendo vya rushwa kwenye ukusanyaji wa kodi e, hali ambayo ilikuwepo mwanzoni na sasa hivi katika nchi imekuwa ni tofauti. Matamanio yako ni kuona nini katika ile eneo la ukusanyaji hadi kasema kwamba sasa nyie mtatumia zaidi mtandao, kwa kuwa tunaona sasa kuna mambo ya control namba. Maanake sio lazima mtu afike onane na yule bwana wa kodi moja kwa moja, anakadiriwa kodi yake, anakwenda analipa maisha mengine anakwenda. Ndugu Nurdin, sisi kwanza tunaipongeza serikali inajitahidi kusanya kodi, lakini bado kuna mianya mingi ya kodi. Si swala la kodi tumelielezea kwa uchungu sana na tumeliweka wazi kabisa. Mm -hmm. Tumesema eh, kwanza, kwanza serikali au maendeleo ya watu yanategemea kodi zao. Yani taifa haliwezi kuwepo bila kodi. Lakini kodi hizi lazima tuhakikishe tumeziweka katika utaratibu mzuri hasa wa kukusanya. Kwenye matumizi tutakuwa tumeshadhibiti, kwa sababu tutakuwa na baraza dogo. Mm -hmm. Tutashadhibiti, na ndio maana tumepata nafasi hata kuambiwa watu tutawapa huduma bure, tulikuwa tuna maana hiyo kwa sababu tujua matumizi yatakuwa madogo. Lakini ni kwamba bado swala la control number lina shida shida ya control number ni kwamba mpaka leo hakuna mtu anajua control number ya, ta, ya taifa hili ni ipi. Yaani taifa ni kama labda simu Azam TV mna nembo yenu eh? Ile Azam TV mtu akiona tu anajua hii Azam. Wala hafananishi na chombo kingine. Tunataka tuwe na control number moja ya kusanya mapato yote na makusanyo yote ya serikali katika kila kona na tunataka vyombo vya kusanya kodi kiwe chombo kimoja peke yake. Leo hii kuna mkanganyiko kidogo. Watanzania nadhani waeleze kwamba wajue aliyepewa mamlaka haya kukusanya kodi ni chombo kinaitwa TRA, Tanzania Revenue Authority, ndio kazi yao. Lakini maliasili nao wanakusanya kodi, kipita barabarani huko wanasimamisha kutoa control number. Lakini pia almashauri wanakusanya kodi. Lakini hawa almashauri na hawa wengine hawa watu wa maliasili hawana elimu juu ya kodi, kwa hivyo wanaweza either wakapoteza kwa sababu wanachukua kidogo, au wakakuumiza mtanzania kwa sababu wanakusanya bila kujua, hawana elimu ya kodi. Nataka TRA peke yake akusanye. Lakini TRA naye asikusanye kwa utaratibu ambao tumeuzoea. Kwanza hatutaki mlipa kodi na mtu anayekusanya kodi wakutane ili wasijenge urafiki. Wakijenga urafiki tu basi tayari taifa litapokosa kwa sababu marafiki watakuwa wanabebana. Nataka kodi iwe kimtandao lakini ikusanywe kwenye control number moja, moja tu ambayo itajulikana kwamba control number hii ni ya hazina ya nchi yetu. Ila inaingia hazina. Kila mtu aijue. Tukiwa na control namba moja, hata watoto wadogo wataanza kupenda kujua kwamba hili ni la serikali. Hata siku babu yake akipewa ya sehemu akalipa, anambia babu, hii control namba uliopewa sio ya serikali, ni namba nne. Leo hii control namba ni nyingi, haijulikani ipi halali ipi haramu. Na mjue dunia imekuwa kijiji, watu wanaweza kugenerate, kutengeneza hizi control namba, na wakatengeneza pesa zikawa zinaingia mifukoni mwao. Wewe mtu anaweza kukaa sehemu na kompyuta yake ameweka mtandao wake anajikamata tu control namba zake. Anajikamata tu. Kwa hiyo tunataka control namba ya taifa hili iwe moja na kila Mtanzania ajue kwamba nikiweka pesa hapa imeingia serikalini. Kwa sababu watu wa mitandao hawa, ambao mimi na, na shida nao na kazi nao hawa hawa watu wa mitandao wametuzidi akili wana namba moja inayotumika kujua salio namba hiyo ni 102, ndio mitandao yote wanatumia 102. Hawa watu wana organize Yani wana akili ya pamoja kuliko sisi, ina maana umetuzidi serikali. Kila mtu anapewa kontrol namba na udini. Ukienda sehemu, unaweza kutakiwa kulipa elfu arobaini ukapewa kontrol namba nne, ukaambiwa, hii utaingiza kumi, hii utaingiza tano. Ute... sasa zimekuaje hizi nyingi? Tunataka control namba moja, kila mtanzania ijue, tukusanye mapato kwenye mfuko mmoja wa serikali, ili tuweze kujua tunapata kiasi gani. Mmm, kwa hiyo tunakwenda mbio, kulikuwa mm. Hebu tuambie tuguse kidogo hapa kwenye uh, kuimarisha usawa, haki na utawala wa sheria. Mmeona kuna nini hadi mnaamua kusema sasa nyie mtakwenda kuimarisha hili eneo? E, kwanza watanzania ukiwaona tu walishatengenezewa ubaguzi. Ndio yale Nyerere alikataa, Mwalimu Nyerere, kwamba udini ukabila. Sasa leo ni chama. Hata uwaambie jambo jema vipi, wakati mwingine wanaweza kukusikiliza, kasema, ah, jamaa ana akili sana. Lakini, chama gani huyo? Wanakuuliza. Tumesema tunataka usawa. Usawa ni kwamba watu wapimwe kwa nafasi ya utanzania na wasipimwe kwa nafasi ya chama. Leo hii hata masuala ya serikali kuna mengine yanakosa hamasa kwa sababu ya mambo haya ya chama. Tunaposema usawa, tunataka watu wathamini. Tunaposema huyu ni rais wa nchi, tumheshimu kama rais wa nchi. Tukisema huyu ni waziri mkuu, tumheshimu kama waziri mkuu. Lakini kwa sababu usawa pia huku haupo, maana yake tayari watu nao wanaanza kuwabagua hata viongozi waliopo, kwa mujibu wa sheria za nchi yetu Nataka kila mtu athamini nafasi aliyekuwepo pale, kwa sababu tunaamini akupewa yeye tu kapewa kwa mujibu wa sheria zetu na nchi yetu. Kwa hiyo tusawa tunautaka sisi, ni watu wajue, anapokuwa mtu anaitwa mbunge, basi ajijue mbunge ni wa watu, sio mbunge wa chama. Leo hii wabunge wa vyama, badala ya kuteuliwa kuwa wabunge na wananchi kwa kura, wanabadilika wanakuwa wabunge wa vyama, ofisi zao wanajaa watu wa chama chao akipita hapa mtu anaitwa rais. Yani, mimi leo labda nikashinda urais wa basi, watu wa NRA ndio watakuwa mimi ndio wa rais wao, wengine hawanitaki. Tunataka watu wajue kwamba usawa katika jamii ni kitu muhimu, ili mambo haya yaende sawa na haki pia. Tunataka watu wapate haki kutokana na haki iliyoko mbele yake. Hatutaki kusema huyu ni nani huyu ni mkubwa kiasi gani? Watu wote tutumie sheria ya nchi na katiba iliyotupa mamlaka tusimamie haki kwa watu wote, wajione wao ni Watanzania na waone fahari kwa Watanzania. Mm. Tupo dakika za salama kabla ya Tanzania kwenda kwenye sanduku la uh, kura kuchagua viongozi ambao watakaunda serikali kwa miaka mitano, neno lako ni nini wakati huu wa ambako kumekuwa kuna zogozogo zogo, watu wengine eh, wanahamasisha ambao wanataka wao eh, wengine wanawambia watu wasiende kupiga kura, lakini haki ya kupiga kura ni ya mtu na serikali lazima iundwe kupitia katiba. Unasema nini kwenye eneo ni hili la masuala ya amani na hamasa ya watu kwenda kupiga kura? Sisi amani ni kipaumbele kikubwa sana katika hata kwenye ilani yetu tumeandika amani ya nchi kuhakikisha watu wanatii sheria za nchi na, na mambo mengine. Mi nasema kwanza watanzania wasiwe na mashaka, wasiwe na mashaka kwa sababu hatufanyi wizi Aa, hili ni swala la kikatiba yani, kunaweza kuona kama uchaguzi kama ni wizi? Ah, ni swala la kikatiba na la kisheria ambalo kwanza ni utashi. Unajua, vyama vya siasa kushiriki uchaguzi ni utashi, sio lazima. E, ukikumbuka hata mwaka kumi na tano mimi niligombea uspika pale, hatukuwa wengi mm, tulikuwa wachache tu. Sio lazima, ni utashi wa chama pamoja na wagombea wao. Kwa hiyo naomba niombe Tanzania kwanza, wasianze kupata maelekezo kutoka kwa watu ambao wanawaelekeza kuvunja sheria za nchi, sababu nchi ndio ya kwetu. Hmm, hatuna baba ambaye kuna baba nchi, kuna baba asijui au mama nchi, sisi tunakimbilia mama, mama yetu nchi. Ah, sisi ni wa Tanzania baba yetu na mama yetu ni Tanzania. Naomba tuambie wa Tanzania kwamba hata watu wanaotumia mitandao ni haki yao kutumia mitandao sababu serikali imetoa nafasi hii na ndio sheria, uhuru wa watu kutoa habari, lakini wasipokee kila habari kwamba wanaweza kuifanyia kazi. Kuna wengine wanaongea kwanza hawapo nchini kwetu, lazima ujiangalie. Wanasema ukiwa kwa nyumba vioo usimchokoze mtu atakupiga mawe Atavunja. Kwa hiyo wengine hata huko walipo hatujui, wakati wanaongea labda washakuwa vichaa, labda akili haziko sawa, huwezi kujua kwa sababu anaongea, simu ni yake, mtandao ni wake. Tuache watu hawa wayaseme, kama vile tunaangalia katuni ambazo huwa zinakimbizana kila siku. Kila kufungua katuni wanakimbizana tu. Tuache sisi tukae tu concentrate. Hili ni taifa la Tanzania. Amani yetu ni kubwa kuliko hata uchaguzi unaouona huu. Si process ya mchaguzi, imekula siku tisini tu kuchukua form watu kwenda kuchukua uteuzi, mm. na kampeni miezi miezi miwili ni siku tisini tu. Taifa letu inatakiwa likae miaka mia zaidi na amani hii. Amani hii ndio utajiri, ndio siasa zetu, ndio maisha yetu na ndio maendeleo yetu. Tukikosa amani, basi hakuna kitu kitakachofanyika hapa Tanzania. Ndio maana sisi tumesema kwanza, tumejiandaa kisaikolojia kupokea matokeo yoyote halali yatakayotangazwa ya na Tume Huru ya Taifa Uchaguzi yoyote kwa sababu tunamwamini Mungu, tunaamini Tume Huru ya Taifa Uchaguzi na tunawaamini wapiga kura lakini tuko tayari kupokea matokeo, aidha tumeshinda, aidha tumeshindwa, lakini Tanzania ibaki salama. Maneno haya nayasema katika kila mkutano wangu, kwamba ukiona kwamba ukinipa kura mimi kuna kuku atakufa, kuku ni sehemu ya maendeleo ya nchi yetu, basi kuku abaki salama, ninyime kura yako ili tubaki na amani yetu, ambayo ni muhimu sana kuliko vyama kuliko haya ambayo tunataka kuyafanya leo. Na tunaamini kila kinachofanyika kama ni mujibu wa sheria, kina mujibu wa sheria, lakini kwa nini kije leo na tujiulize hapo, yaani kwamba leo tunataka kufanya maandamano, kwani tufanye leo tena siku ya uchaguzi, maana kuna shida, eh? Tunataka uchaguzi upite, tukishafanya uchaguzi wetu, tutawapeni nafasi mtafanya maandamano mtaenda kushinda bichi mnavyotaka hakuna shida. Naam, tumekuwa naye Hassan Almas Kisabya mgombea urais kupitia chama cha NRA. Mimi nikushukuru sana na nikutakia tu kila la heri katika dakika hizi za lala salama za kuhakikisha kwamba wanaendelea kushawishi wa Tanzania eh, watakapoenda kwenye sanduku la kura tarehe 29 wafanye eh, yale ambayo wanawajibika kuyafanya. Nashukuru sana mm. Na nawakumbusha Watanzania picha yangu ya pili pale. <laughs> Ukiona juu kuna mwanamama mmoja hapa amekaa na baba mmoja mm. Chini ya mwanamama pale ndio niko mimi. Mimi maana yake ni mgombea wa pili pale. Kwa hiyo ukitaka kupiga kura, angalia pale nipe ili tuweze kuhakikisha tunawafanyia Watanzania mambo mazuri, lakini pia kuhakikisha tunalinda taifa letu libaki salama. Na ndivyo nafikia tamati ya kipindi cha wafahamu wagombea urais rais. Leo na tulikuwa naye mgombea wa urais kupitia chama cha NRA Hassan Almas Kisabya ambaye anaendelea bado na harakati za kuomba kura kwenye dakika za lala salama. Mimi naitwa Nurdin Selemani. Ni kutakie tu kila la heri na naendelea kufuatilia matangazo haya, bado tutaendelea kuletea wagombea wengine ufahamu yale wanayosema. Kwaheri.